Leo tumekuwa na ziara moja kwa ajili ya kutembelea maeneo yetu, hasa kwenye maeneo yetu ya misitu na kuona uhifadhi na utafiti wa kituo cha utafiti wa sokwe, lakini pia tumefika kwenye eneo letu tunakopakana na Uvinza, lengo tuweze kufanya wananchi wetu wafahamu kwamba serikali inahifadhi kwa manufaa ya wananchi na pia wataalamu wetu wa halmashauri wengine ni wageni waweze kufahamu maeneo hayo vizuri lakini jambo kubwa sana ambalo tunataka tuliseme hapa sasa hivi kwamba uhifadhi huu ni kwa maslahi ya Watanzania wote walioko Tanganyika na wako nje ya Tanganyika. Uhifadhi huu ni kwa ajili ya ustawi wa taifa letu. Tunapata mvua za kutosha kwa sababu ya uwepo wa misitu hii ya Tongwe Mashariki na, na, na, na Tongwe Magharibi, na tunapata uh, ikolojia nzuri kwa maisha ya kila siku. Sasa tumebaini maeneo kadha wa kadha kwamba kuna wakati wafugaji wanaingia kwenye misitu hii, na ndio maana hapa kwenye ranger post tumeona kwamba kuna wakati ng'ombe wanakamatwa wakiingia kwenye misitu na kuchunga na kuharibu misitu yetu. Wito wetu kwa wananchi na kwa wafugaji wote, waitambue mipaka ya maeneo yetu. Sisi Tanganyika tumetenga maeneo kwa ajili ya malisho wazingatie sana kuchunga mifugo ni meno ambayo ametengwa kwa ajili ya malisho. Misitu hii iko kwenye mikakati ya biashara ya kaboni na biashara hii inaleta matokeo chanya kwa Watanzania na kwa wananchi wote wa Tanganyika. Inaleta matokeo ambayo yanawapa fedha za kutosha ku, kwa, kutimiza matakwa na mahitaji ya kijamii kama ujenzi wa zanati, ujenzi wa vituo vya afya, ujenzi wa barabara na makaravati, ujenzi wa nyumba za watumishi. Tutaendelea kufanya doria za kila siku usiku na mchana. Hata sasa vikosi vya doria vipo, vyombo vya usalama kwa ajili ya kulinda misitu yetu, lakini pia tumeona kwamba sisi tuendelee kuimarisha ulinzi wa misitu yetu, asija katokea mtu mmoja akaja akafanya shughuli za kiarifu kwenye misitu yetu. Tunatoa angalizo kubwa kwa wananchi na kwa mtu yote, asione kwamba kuna misitu, lakini ajue kwamba hii misitu inalindwa, na ndio maana tumewekeza miundo mbinu ya kutosha. Mahala pengine tumeweka kamera kutazama na kuona mienendo ya sokwe kama utafiti unaofanyika hivyo. Kamera haibagui kuona, itamuona sokwe, itamuona mfugaji, itamuona mhalifu. Na ndio maana tunasema Tanganyika ni eneo salama, na sio eneo la mtu kuja kujifunza kufanya uhalifu, na kuona yeyote atakayejaribu, basi vyombo vya dola atakutana navyo, vyombo vya sheria atakutana navyo lakini pia mara pengine tumefanya dola kutoa watu wa milima bangi. Tunatoa angalizo kwamba misitu yetu meno yetu si ya kulima madawa ya kulevya. Kwa hiyo kila mmoja azingatie kufanya matumizi ya ardhi yetu kama ambavyo tumejipangia, sehemu ya kuishi watu waishi, sehemu ya kulima watu walime, sehemu ya malisho watu lakini, sehemu iliyohifadhiwa kwa maslahi ya umma iheshimiwe na ilindwe na kila mmoja. Tuwatakie mwaka mpya wenye heri na baraka, wenye kuhifadhi mazingira kwenye kutunza mazingira mwaka 2026. Jina anaitwa Philimon Mwita, kaimu mkurugenzi mtendaji Halmashauri ya Tanganyika. Katika ziara hii tunapokea maelekezo na maagizo yote ya timu ya usalama wa wilaya. Sisi kama Halmashauri tumejipanga na tuna mkakati wa kujenga Ranger post katika misitu yetu hii miwili Tongwe Mashariki na Tongwe Magharibi. Hii ranger posti itaimarisha ulinzi na usalama wa misitu yetu ambayo ipo, na ujenzi utaanza hivi karibuni kuanzia mwezi wa kwanza 2026. Pia tunatoa rai kwa wakulima na wafugaji ambao wanajipenyeza kuja kwenye hii misitu kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kibinadamu. Halmashauri kuna imetenga maeneo rasmi kwa ajili ya wafugaji, na kuna maeneo kwa ajili ya wakulima ambao yanatolewa ili waweze kulima na kufuga na kuongeza tija ya uzalishaji katika mazao mbalimbali. Kama halmashauri tupo tayari kutekeleza maagizo yote ambayo yametolewa na timu ya usalama ya wilaya. Mpango mkakati wa halmashauri ambao upo wa kwanza kabisa tunafanya doria za mara kwa mara kwa ajili ya kuondoa wavamizi ambao wameingia kwenye misitu yetu. Pili, mpango mwingine ambao tumeona unaweza kuwa ni wa kudumu kwa ajili ya kujenga ranger post ambazo, ambazo kutakuwa na watumishi ambao watakuwa wanakaa huku kwa ajili ya kutoa ulinzi na usalama wa misitu yetu. Pia Halmashauri tunaendelea kutoa elimu kwa wananchi kupitia vijiji, kupitia vitongoji umuhimu wa utunzaji wa misitu na umuhimu wa kuzingatia sheria na taratibu ili tuweze kuwa na misitu endelevu. Kwa sababu hapa hivi karibuni tunaenda kuingia biashara ya kaboni. Kwa hiyo ili tuweze kupata mapato mazuri inabidi misitu yetu tuitunze na kuilinda kwa kila namna ambayo tunaweza. Sokwe ana home range kubwa kubwa sana, lakini pia umri wa sokwe ni ni around hamsini miaka mpaka 60 akiwa katika mazingira ambayo ni tunaita captive captivity, haya maeneo kama zoo, eh, lakini kwenye maeneo haya ambayo tuko nayo, mara nyingi anaenda mpaka 45 ambayo ni maeneo ambayo sasa ni free range so, anajitafutia kila kitu. Kwa hiyo anakuwa na umri kidogo ambao unakuwa na changamoto, kwa sababu ya vitu anavyokutana navyo. Naona kwa sababu anajitafutia yeye mwenyewe.